Kuishi na watu vizuri, kwa sababu Mungu akitaka kukusaidia wewe atamtuma mtu atakuja kwako, atakuwa kama daraja. Hauwezi ukamwona Mungu kwa macho, lakini Mungu anamhusu mtu anakuwa kama anakua kama daraja hivyo tu. ya kwanza, ishi na watu vizuri. Mtume wa upendo anaitwa Yohana aliwahi kusema, hauwezi ukamsema unampenda Mungu wakati jirani yako unayemwona kwa macho unamchukia Ona, kwa hiyo unapochukia watu, hauwezi kumpendeza Mungu sababu Mungu huyo huyo akitaka kukusaidia ataweza kaa mtu naye mchukia. Hata yule ambaye afai leo atafaa kwa siku zijazo, sawa sawa. Kwa hiyo ishi na watu vizuri, usigombane na watu, tafuta na amani na watu wote. Leo hii amekukwaza lakini tafuta kuwa na amani naye, sawa sawa. Kwa hiyo nafahamu tukaishi na watu ambao wana tabia tofauti tofauti. Kwa hiyo, chukuliana na maisha na watu kama wanavyolivyo kama walivyo. Chukuliana na watu. Ana tabia mbaya lakini unamchukulia vile vile, ili kusudi, leo hii hatakufaa lakini siku zijazo atakufaa. Maandiko tena yanasema kwamba, eh, kila kiumbe kimeumbwa kwa kusudi chini ya mbingu na hata wabaya kwa siku ya ubaya. Huyu ni ni, ni Suleiman. Yaani, kila mtu ameumba kwa kusudi, hata mbaya kwa siku ya ubaya. Kwa hiyo hata wale wabaya unaowaona kuna siku yao fulani ya ubaya, ile siku siku ambayo wao ndo watafiti. Maana kwa mfano siku hiyo unatembea zako, utakutana na wauni njiani, wewe hujui kupigana, lakini kwa vile kuna wauni wengine wabaya unaweza wakasimama upande wako, wakakutetea. Kwa hiyo ishi na watu vizuri katika dunia hii, utanishukuru baadaye. Mungu akubariki sana. Oh, Amen.